Waliyadu billah na leo, kuna baadhi ya watu hawatoi salamu wala hawatolei watu salamu kwa sababu ya kiburi, labda amesoma kidogo, ana elimu labda, amepata mali hapa duniani, yeni tajiri, labda ana cheo kazini, awa wengine wote wako chini yake, anasema bana, mimi nitawatoleaje salamu hawa? Hawa ndo wanafaa kunitolea mimi, hawa ni kina nani hawa? Na Mtume anasema inna aula nnasu billahi man bada bisalam. Hakika wale watu ambao wana cheo kubwa mbele ya Mungu ni wale ambao wanawatangulia wenziye kutoa salamu. We unapomwona mwenziye anakuja na wewe unakuja kukutana naye, ndani ya moyo wako umeshaweka kwamba maana mimi ndio nitamtangulia kutoa salamu. Huyu anayetangulia mwenziye kumtolea salamu mbele ya Mungu ana daraja kubwa sana. Na mtume anasema wa khairuhuma man badaa bisalam, na yule aliyekuwa mbora katika waislamu wawili hawa ni yule ambaye anaitangulia mwenzie kumtolea salamu. Sasa wewe unakataa kumtolea mtu salamu wala kuitikia salamu ya watu kwa sababu ya kibri. Kibri yako itakupeleka wapi? Wewe hata ukiwa na kibri kiasi gani katika dunia hii hauwezi kuwa bora kuliko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume alikuwa anakutana na maswahaba, anawatolea salamu, anacheka na wao, anawapa mkono, anawakumbatia. Wewe ni kitu gani? Wewe hauwezi kuwa bora